Hello dear friends, welcome again to my channel, it's Teacher D. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea hii channel ni kuomba usache kusubscribe, ku like, ku share pamoja na ku comment. Ninakusogezea tangazo la kuitwa kazini kwa watu ambao walifanya application, uh, miezi michache iliyopita na nitakusomea tangazo kama ifuatavyo. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya kati ya tarehe ishirini uh, na tisa mwezi wa kwanza ishirini ishiri na tano na tarehe kumi na tatu mwezi wa nane ishirini ishiri na tano kuwa matokeo ya waombaji wa kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzidata yani database, kwa kada mbalimbali mbali ambazo wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Sasa anasema wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za ajira poto. Na kwenye sehemu ya my application utakuta barua yako pale my applications. Hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala, yani kudownloadi na kuprinti barua hizi, na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha Waombaji kazi waliofaulu saili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umesainiwa kwenye barua za kupangiwa vituo vya kazi wakiwa na vyeti original yani, vyeti halisi original certificates, uh, za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba uh, mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Sasa kuna, kuna majina mbalimbali mbali ya watu ambao wamepata nafasi, na hapa tunaona kuna baraza la uuguzi ukunga Tanzania, kuna chuo cha maji, chuo cha taifa cha usafirishaji NIT, kuna watu waliopata katika chuo cha uhasibu Arusha IAA, kuna chuo kikuu Huria cha Tanzania au lakini kuna chuo kikuu uh, chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam DUSE, lakini kuna kuna ambao wamepata kazi kwenye halmashauri ya jiji Dar es da, da, da salama katika nafasi tofauti tofauti, lakini pia uh, kuna ambao wamepata nafasi katika uh, kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha AICC na makumbusho ya taifa ya Tanzania NMT pamoja na mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA. Kwa hiyo hii orodha ya watu ambao wame wamepata nafasi au wame na wamekuwa wame selected kutoka katika hizi taasisi mbalimbali. Sasa kama wewe haupo miongoni mwa hawa basi next time usiache kuendelea kuapply nafasi. Nitaweka link kwenye description ili uweze ku download litangazo kuona kama wewe we, ni miongoni mwa watu ambao wamepata nafasi au wamechaguliwa kwenye nafasi hizi za kazi. Kama utakuwa na swali au una maoni unaweza kaniandikia kwenye comment. Thanks for watching. See you next time with Smithy. Bye bye.